Katika historia ya kisiasa duniani na hata Afrika Mashariki tumeshuhudia vyama vya siasa vilivyokuwa madarakani kwa muda mrefu vikipoteza nguvu na hatimaye kushindwa katika uchaguzi. Mifano ni mingi, kutoka PRI nchini Mexico, kilikaa madarakani kwa miaka sabini, KANU ya Kenya hadi Zanu PF ya Zimbabwe inayokumbana na upinzani mkali. Lakini ni nini hasa chanzo cha kuanguka kwa vyama hivi vikongwe? Uchambuzi wa kisiasa wa kisiasa hivi karibuni Umebaini sababu kadhaa. Kuu ya kwanza kabisa ni ufisadi na uchovu wa wananchi. Kukaa muda mrefu madarakani, vyama hujipata vimekumbwa na kashfa za ufisadi, matumizi mabaya ya rasilimali na kupendelea familia au kundi fulani la watu. Wananchi hupoteza imani, na badala yake kuona chama kama chombo cha maendeleo wanakiona kama mzigo. Kwa nini tumebaki hapa hapa? Jana nilikuwa naongea na jamaa yangu ya mmoja akanambia, tofauti si kwamba ni miaka sitini tu miaka sitini tumeshatawaliwa na chama hiki kimoja, kwa nini hatufanyi progress? Mimi tafikiri tatizo ni kwamba kila uongozi unapoingia katika nchi hii unatazama ile miaka yake tu. Sababu ya pili ni migogoro ya ndani na kukosekana kwa mwelekeo. Wataalamu wa siasa wanasema kuwa vyama vinavyoshindwa kudhibiti migogoro ya ndani, hasa migawanyiko ya uongozi au ubinafsi wa kisiasa hujimaliza polepole. Mara nyingi makundi yanayohama huunda upinzani mpya wenye nguvu. Miezi michache iliyopita, mbunge wa Bukombe na naibu waziri mkuu Doto Biteko aliyasema haya: kama kuna mahali una uwezo wa kumvumilia mtu aliyekuudhi, mvumilie, kwa sababu kesho utamhitaji. Mtaacha kugombana, hiki chama kimewaleta pamoja kazi yenu ninyi, muungane ndani ya chama, mkijenge chama, msiruhusu mipasuko miongoni mwenu. Na kwa taarifa yenu, mkisikia chama tawala kimeanguka mahali kokote duniani, ugomvi ulianzia ndani ya chama chenyewe, wakapagalika, basi wapinzani wakapita katikati yao. Sababu ya tatu, upinzani imara na sera mbadala. Katika mazingira ambayo vyama vipya vya upinzani vinakuja na ajenda mpya, mikakati madhubuti ya maendeleo na uaminifu kwa wananchi Chama tawala huanza kupoteza mvuto. Vijana hasa hujihusisha zaidi na vyama vinavyoonekana kuwakilisha sauti zao. Leo tunapaswa tuamue katika mazingira halisi ya leo. Je, mitano tena ili iwe ishirini na sita italeta chochote kipya, au tuamue kwamba ni wakati wa mabadiliko. Sababu ya nne: kushindwa kujibadilisha. Wachambuzi wanasema kuwa baadhi ya vyama vikongwe hukwama katika sera na mitazamo ya zamani, wakati dunia inabadilika kiteknolojia, kiuchumi na kijamii. Vyama visivyojirekebisha huonekana vya zamani na visivyo na dira ya kisasa. Wasije wakadhani kwamba wao ni chama kikubwa sana, wanaweza wakajikuta wameanguka kama watadharau kama watadharau namna ya kusoma dunia inavyokwenda, siasa za dunia zinavyokwenda, lazima CCM wadili nazo, wajue kwamba wazungu wale ambao wanataka vyama vya zamani viondolewe katika madaraka, wa, wajiingize mule kwa wazungu, wajue kwamba nini mipango yao wanataka kufanya dhidi ya chama tawala. Sababu ya tano, mabadiliko ya kijamii na kiuchumi, kupanda kwa gharama ya maisha, ukosefu wa ajira na kupanuka kwa pengo la kipato kati ya matajiri na masikini huchochea hasira ya wananchi. Watu huamua kujaribu kitu kipya wakiamini kuwa chama kipya kinaweza kuleta suluhisho. Watu wanalalamika sana kuhusiana na ugumu wa maisha, kiasi ambacho inatokea pahala pengine mtu anaamua kuhama kutoka mji inawezekana ndio aliozaliwa akaenda mji mwingine kwa ajili ya kutafuta maisha. Ukimwambia nini, anasema hapa nyumbani hakueleweki. Sasa kwa hili utakuta watu wanatofautiana, watu wa Afrika wanakwenda Ulaya, wa Ulaya wanakuja Afrika, watu wa Arabuni eh, wanakuja Afrika, wa Afrika wanakwenda Arabuni na nchi zingine za Asia. Lakini hata hapa hapa nchini kwetu Tanzania utaona watu wanapishana, huyu anakwenda Mwanza, wa Mwanza anakuja Dar es Salaam, wa Dar es Salaam anakwenda Ikwilili, wa Ikwilili anakwenda Musoma, wa Musoma na mia Zanzibar nini wanasafiri ili kutafuta maisha, na kinachowaondosha pale ni kwamba pale walipozaliwa maisha magumu. Sababu ya sita: kuto kutenganisha serikali na chama. Katika baadhi ya nchi vyama vilivyotawala kwa muda mrefu hutumia taasisi za serikali kama tume ya uchaguzi, mahakama, au vyombo vya usalama kwa maslahi yao. Hii huibua upinzani wa wazi kutoka kwa wananchi wanaohisi demokrasia yao inakandamizwa. Chama kinapochukua taasisi za serikali kama mahakama, tume ya uchaguzi, kuwa sehemu ya maslahi yake, wananchi hupoteza imani na kuchagua kuleta mabadiliko kupitia kura au hata maandamano. Ni lini viongozi wakuu wa Chama cha Mapinduzi CCM wamewahi kuwekwa ndani <laughs> na jeshi letu la polisi? Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi pamoja na viongozi wengine. Ndio maana hiki kinachofanywa na jeshi la polisi possibly, wao ndio wataalamu hmm. Kuna kitu wanakiona kama ni shida, kama ambavyo Babaleva amezungumza, ndio maana wanazuia. Lakini hii shida kila siku itokee Chadema tu. Naomba niseme neno moja, mimi ni Chama cha Mapinduzi. Hamna sababu ya kulialia serikali yenu. Na vyombo vya dola ni vyenu. Sasa nikiwaambia CCM wesema hakuna kulia, CCM hakuna kulia. CCM hakuna kulia. Wataalamu wa masuala ya siasa akiwemo Dr. Asha Kamau wanasema mabadiliko ni ya lazima. Mchambuzi huyu wa siasa kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi anasema chama cha siasa kinachotaka kubaki madarakani kwa muda mrefu ni lazima kijifanyie tathmini kila mara, kisikilize sauti ya wananchi na kiwe tayari kujibadilisha. Kinyume na hapo, wananchi watafanya maamuzi yao kwenye debe. Kama wangekuwa wanatokana na sisi wamekuwa ni wakwetu, wasingethubutu kuuza Ngorongoro, wasinge wasingethubutu kuuza bandari, wasingethubutu kuuza rasilimali za taifa hili. Lakini kwa sababu sio wakwetu, ndo maana hawana hawana hofu, hata tukiongea ni kama wameweka pamba masikioni sikio la kufa halisikii dawa. Kwa sasa dunia inaendelea kushuhudia mabadiliko ya nguvu ya kisiasa, ambapo wananchi wanazidi kupata uelewa na ujasiri wa kuleta mabadiliko kupitia kura au hata maandamano kushinikiza mabadiliko hayo. Je, chama cha mapinduzi CCM kiko katika wakati gani kisiasa nchini Tanzania baada ya miaka hamsini ya miaka 50 ya kukaa madarakani?